Baada ya kutazama sehemu ya nne na, na kuona namna gani ambavyo mwanamke anapaswa kuandaa mwili wake, lakini sio mwanamke tu, maanake familia kwa ujumla, ni vitu gani ambavyo anatakiwa kujiandaa, ambavyo tulizungumzia masuala ya chakula, tulizungumzia masuala ya muda, tulizungumzia maswala ya gharama na masuala yote ambayo anahusiana na afya yake ya akili. Maanake mama kama ashakutana na changamoto mbalimbali ya kiafya, kwa maana yake, pale ambapo anatamani kupata ujauzito, kunakuwa na changamoto tena ya kiafya, anaweza kajudia tena kuhusiana na mawazo kwa mama, atakuwa na hofu labda inawezekana alipoteza ujauzito wake au kutana changamoto mbalimbali za kiafya. Inawezekana na mtoto baada ya kuzaliwa alikutana na shida mbalimbali ya kiafya, kupelekea mama kumjengea mawazo. Lakini mama anapotamani kupata ujauzito mwingine tena, basi anakuwa na mawazo yale yale ambayo anajuhudia kila mara kuhusiana na ujauzito wake akipe mtoto atakayezaliwa le. Sasa leo tutazama ni vitu gani ambavyo mama wanapaswa kuwa na navyo makini, ili mradi kuepukana mbalizo ya kimaumbile, lakini na changamoto zote ambazo zinahusiana na lishe wamama mjamzito pale ambapo anatamani kupata ujauzito lakini baada ya kupata ujauzito hii itakufanya nini? Hii itakufanya wewe ikulinde zaidi ya changamoto ambazo unaweza kuzipata wakati wa ujauzito wako, ikiwa matatizo ya mifupa, lakini pia kwa mwanamke kwa ambaye ni mjamzito kupata changamoto ya mtoto kuzaa na uzito mdogo au ujauzito kutoka kutokana na lishe ambayo mama atakuwa anakula. Leo tunaenda kusoma vitu ambavyo vinaweza vikawa msaada na kumsaidia mwanamke kuwa katika hali ya ujauzito kipindi chote salama, lakini mwanamke ambaye anatamani kupata ujauzito basi aweze kuwa salama, ni vitu gani ambavyo napaswa kuvitumia kipindi ambacho atamani kupata ujauzito? Tunafahamu mabadiliko mengi ambayo yanatokea katika mwili huwa anatengenezwa ndani ya miezi sita, au seli mpya ndani ya mwili huwa zinatengenezwa ndani ya miezi sita na zinakuwa imara na zinakuwa zenye nguvu. Kwa hiyo hapa tutaanza na mwanamke ambaye hajawahi kupata ujauzito au ashapitia hali ya ujauzito na natamani kupata ujauzito mwingine ndani ya miezi sita, kabla ya kupata ujauzito ni vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Lakini kwa hiyo mwanamke ambaye haujawahi kuzaa kabisa na unatamani kushika ujauzito ndani ya miezi sita ya mwanzoni, basi ni vitu gani ambavyo unapaswa kuwa nayo makini zaidi? Lakini kwa hiyo mwanamke ambaye tayari ni mjamzito, kwa sababu mimba wakati mwingine iko na watu waga zinaingia ghafla tu, hiyo kwake ni kama vile surprise. Baada ya kujishtukia tayari na mimba, ni vitu gani ambavyo unapaswa kuwa nayo makini au ni vyakula gani ambavyo unapaswa kula ili kuweza kuwa salama kipindi chote. Lakini kwa hiyo mama ambayo utakuwa na matatizo ya kimaumbile, ni vyakula gani ambavyo unapaswa kula zaidi, au kama mama utakuwa na matatizo fulani ambayo nitaelezesha baadaye, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikakufanya ukapata mtoto mwenye matatizo ya kimaumbile? Tunapozungumzia matatizo ya kimaumbile, tunazungumzia matatizo ambayo mtoto atazaliwa nayo ikiwemo mgongo wazi, kama atakuwa na shida ya midomo sungula au atakuwa na shida yoyote ambayo mtoto atazaliwa nayo. Haya matatizo ya kimaumbile. Namna ambavyo mama anaweza kunusulika ni kuanza lishe mapema ambayo itakuwa msaada zaidi. Kwa hiyo leo tutazungumzia lishe ambayo mama wako inaweza kawa msaada na kuweza kukwenda changamoto zote hizi ambazo nimesema. Na haya makundi manne ambayo mwanamke atakuwa anapitia, basi ni vipi ambao anaweza kawa salama kipindi ambacho anataka kupata ujauzito, lakini baada ya kupata ujauzito. Kundi la kwanza ambalo tunashauri sana na madaktari wengi wamekuwa wakishauri namna ambavyo mama anaweza ikatumia folic acid na iron, kama hoja wewe ni miongoni mwa watu ambao, ni video hii itakuwa ya kwako kwa, ya kwako ya, kwa, ya, kwa, ya kwanza kwako. Kwa maana yake mama lazima tumie vidonge vya folic acid mara kwa mara na lakini vidonge vya iron ambavyo vinaweza vikawa msaada moja kwa moja. Moja ya faida ambayo utakapo utaka upata kupitia vidonge vya folic acid na iron ni pale ambapo utaepuka na changamoto ya tatizo la kimaumbile, lakini pia vidonge vya folic acid na iron unapotumia kwa mwanangu, bado bado unapata ujauzito, kama bado unapata ujauzito, inakuepusha na changamoto ya kupata ile kiumbulia mama appetite ya kupoteza kula chakula. Hapa inaongeza appetite, kwa mama utakuwa na tamani ya hamu ya utakuwa na hamu ya kula mara kwa mara unapotumia vidonge vya folic acid. Ni vyema mama ukazingatia na kuweza kuwa salama ya kipindi chote, lakini kuna makundi mengine ya vyakula ambavyo mama anapaswa kula na kuweza kufanya kuwa salama ya kipindi chote. Kundi la kwanza ni kundi ambalo vyakula vyake vinapatikana vitamin A, ni vyakula ambavyo ni vya msaada sana. Ni vyakula gani hivyo? Basi endelea kufuatilia channel hii ambao tutakuelezea vyakula gani ambavyo vinaweza vikawa msaada na kuweza kukulinda dhidi ya changamoto ya ujauzito lakini baada ya mtoto kuzaliwa. Ni vyakula gani ambayo vinaweza vikamsaidia mtoto akiwa tumboni na siku chache baada ya kuzaliwa. Lakini tuna kundi aina ya pili ambayo tutapatikana vyakula ambayo vitakuwa na vitamini C. Basi hivi ni vyakula ambayo mama anapaswa kula zaidi. Lakini pia na kundi la mwisho ni kundi la vitamini D. Hivi ni vyakula vya mbya aina tatu ambavyo mwanamke ambaye anatamani kupata ujauzito au familia ambayo imeamua kupata ujauzito, ni vyakula ambayo wanapaswa kula. Lakini e baada ya kujisi tu mjamzito na hakuweza kuzingatia hivi vitu mwanzoni kabisa pale ambapo unapanga kupata ujauzito, basi vyakula hivyo vitatu, vyakula ambavyo vinapatikana vitamini A, C na D, ni vyakula ambavyo vya msingi na vinaweza kumsaidia mama akawa salama kipindi chote na matatizo ya kimaumbile kuweza kuepukika. Lakini tuone maradhi ambayo mama atakuwa nayo ama kama kuna mtu atakuwa na hivi vitu, basi vinaweza kuchangia kwa kiasi kubwa mtu akapata matatizo ya kimaumbile. Kundi la kwanza, na mwanamke ambaye anapaswa kutumia sana vidonge vya folic acid na iron kama ashayekutana na tatizo ya kimaumbile. Huyu ni mwanamke ambaye ana hatari kubwa kuweza kujirudia tena ile tatizo. Namna kujisaidia huyu mwanamke ni kuweza kutumia vidonge vya folic acid na iron ambavyo vinaweza vikawa msaada zaidi. Pale ambapo anajisi mjamzito, lakini kama ushafanya maamuzi ya kushika ujauzito, miezi mitatu kabla, miezi sita kabla, basi tumia mara kwa mara na kuweza kuwa salama zaidi. Lakini mwanamke ambaye atakuwa anapitia changamoto ya seli mundu au siko seli, huyu ni miongoni mwa mwanamke ambaye anapaswa kutumia sana vidonge vya folic acid na iron ambavyo kwake vinaweza vikawa msaada na kumda zaidi ya changamoto mbalimbali kwa upande wa ujauzito wake, lakini baada ya mtoto kuzaliwa, maana yake mtoto baada ya kuzaliwa, tutamwepusha na changamoto ya kimaumbile na kuzaliwa na mtoto ambaye atakuwa na uzito mdogo. Lakini mtu wa mwisho ni mama ambaye atakuwa na changamoto ya kifafa. Inawezekana ulikuwa na kifafa kabla au baada ya kupata ujauzito na kujifungua kutana na changamoto ya kifafa. Lakini wewe ambaye haujawahi kupata ujauzito, ni mara yako ya kwanza na unapitia changamoto ya kifafa, basi ni wakati mzuri wewe wa kuanza kutumia vidonge vya folic acid na iron ambao vinaweza vikawa msaada na kuunda zidi ya changamoto mbalimbali ambazo mama anaweza kazipata wakati wa ujauzito wake, lakini kuelekea kujifungua na mtoto atakaye atakayejifungua, maana hapa tunazungumzia matatizo ya kimaumbile ambayo mtoto anaweza kumana nayo. Lakini mama, wakati wa ujauzito wako, unaweza kutana na changamoto mbalimbali za kiafya ambazo zinaweza kutetesha ujauzito wako au afya yako na kupelekea mama kupata shida wakati wote. Hapa ndipo ambapo tutarudi na darasa leo pita kwamba lazima uandae mwili na akili pale ambapo utamani kupata ujauzito au umeplani kupata ujauzito. Ni vitu gani ambavyo lazima uwe navyo makini zaidi? Vitu vyote hivi mama lazima vizingatie na kuweza kuwa salama kipindi chote. Kama haujafuatilia madarasa kuhusu na folic acid na ayani ni kupitia channel hii, basi tutarudi na kuweza kujifunza zaidi. Lakini kama unafuatia ni msomi au ni mtu mwenye maarifa zaidi, basi unaweza ukatoa comment yako hapo chini na mwingine ambaye anapitia anaweza kujifunza zaidi. Basi endelea kufuatilia channel hii kwa kujifunza zaidi na kuwa salama ya kipindi chote kwa upande wa afya.